Kwa wangu nachokushauri mm. Itaidi sana kufika pale kwenye darsa saakun Shehe ah. Nemana kuna vitu vingi utavipata vyenye faida a sharti la kuingia kunako darsa kuna, kuna, kuna chakigwa uoneke haswa kweli weye kubadiliki, uvoe kazo, uvoe kofia. Sasa mie, sina kazo sina ta kofia chavua nini? nyinginyikijora aibu shekhe, hutovaa kijora. Kama shida ni kanzu, kama shida ni kofia kama shida ni kitabu kile cha kusomea chakusomea sumaallahi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mimi nitavitafuta shekhe na nitakuletea lakini mradi ufanye nini uwasili kwenye darasa sawa daktar sawa shida inshallah bana Mwenyezi Mungu inshallah akuondoshee mawazo mengine akupe mawazo yenye khairi basi hamna shida cha chahudhuria shekhe maneno yangi chahudhuria ya. tukajaliwa saa 10 la asiri

Lolotimiye chakupigia simu sawa sawa, pesa ya usumbufu haya, chakutumia havana shida sawa.